Wakorintho wa kwanza sura ya 9 mstari wa 24 hadi 27. mstari wa 24, Paulo mtume anasema lengo la mashindano, lengo la mbio la riadha ni kupata ushindi, ni kupata taji. mstari wa 25, anasema kila mshindani lazima awe na nidhamu binafsi, lazima ajiepushe na la mtu fulani fulani, ili aweze kufiti kufaa katika kile kinyang'anio. Hakuna mwana spoti yoyote yule, mwana michezo yoyote yule ambaye hana nidhamu binafsi Iwe ni mkimbia riadha, iwe ni mpigana ngumi, mchezo wote ule unahitaji nidhamu. Ukiweza ukishindwa ku discipline huu mwili kupa nidhamu, hauwezi kufaa ku qualify katika mashindano. Paulo anafanisha mtu wa riadha, mtu wa michezo, na ndiyo tunazopiga katika imani yetu katika Yesu Kristo. Lazima tuwe na hali ya kutabisha kupa discipline huu mwili. Anasema mstari wa ishirini na sita anazungumza kupigana kwangu sio kutupu, kwamba narusha ngumi kwenye hewa. Biblia nyingine tafsiri za Kiingereza zinasema kupigana kwangu ni kama boksa. Boksa atukitupi tu ngumi ovyo, anatupa ngumi. Kwa nini? Kwa target, analenga. Sio kila sehemu anapiga, kuna sehemu kupiga pointi hazihesabiwi, ila kuna sehemu kitandika, pointi zinahesabiwa. Kwa hiyo wokovu wetu nasema, ni wokovu kwa nini? Wa target. Mstari wa 27 anasema hivi, na utumikisha mwili wangu na kutumikisha isiwe nikisha kuhubiria watu wengine mimi mwenyewe niwe ni mtu wa kukataliwa tageti yetu na Kristo alichokijia kijia alisema kule maandiko nimekuja kukomboa kile kilichofanyaje kilichopotea ndiyo assignment ambayo alikuja ndani ya miaka mitatu na nusu alikuwa anahubiri hicho kukomboa ufalme wa giza wanang'ang'ania kuwafanya kuwa watu wasiingie katika ufalme wa Mungu, waendelee kutumika katika ufalme wa giza. Lakini asani tulionao sisi kama mabalozi katika ufalme wa Mungu hapa duniani ni kusababisha nafsi za watu waliopotea waweze kumjua wa Mungu, waweze kumkiri kumtangaza na kumtegemea. Kuna mtu mmoja anaongea hapa, jamani, ndicho tukisimama hapa tukiongelea wengine au tukiimba ibada habari za injili ya Yesu Kristo. Atupasi sisi kubaki nyuma, nafsi za watu zitaokolewa na sisi siku ya mwisho tutafanyaje? Tutakuwa pamoja na wale ambao tuliwahubiria kalezo sure. Kitabu cha Mathayo, Mathayo sura ya saba, Mathayo 7 mstari wa 3, anasema kwanzia mstari wa 22, anasema: wengi wataniambia siku ile, Bwana, bwana akikufanya unabii kwa jina lako, na kwa jina lako kutoa pepo, na kwa jina lako kufanya miujiza mingi. Ndipo nitawaambia dhahiri, sikuwajua ninyi kamwe, ondokeni kwangu, ninyi mtendao maovu. Yesu Kristo anasema maneno akiwa katika, anamaanisha hivi, kazi ya Mungu tunayoifanya tunaipasa kuifanya tukiwa pamoja na nani? Na yeye Nikawafundisha, nikawaambia kuna kufanya kazi ya Mungu na kufanya kazi ya Mungu pamoja na nani? Na Mungu. Kila mtu anaweza akafanya kazi ya nani? Ya Mungu, lakini tofauti tunakosa kufanya kazi ya Mungu pamoja na nani? Na Mungu. Ndio maana Musa alipotumwa akapata akataka assurance akasema, bwana mkubwa, usipoenda na mimi, mimi siendi. Kinachoshindwa kumzuia Mungu akiwezi kukuzuia wewe unayefanya kazi ya Mungu pamoja na huyo Mungu. Mungu azuriki. Kinachoshinda kumkandamiza na kumweka Mungu sehemu moja, akiwezi kukandamiza wewe. Kwa maana haufanyi wewe, unafanya pamoja na mwenye kazi. Hauendi kama hujaambiwa uende, haupigi hatua mpaka usikie sauti ya Mungu akwambia kwa mbele. Yesu anasema wale ambao watakuwa jinua na kusema, Bwana, nifanya hivi na hivi, alisema sawa. Sikuwajua. Ni kwa sababu gani? walikuwa wanafanya kazi ya Mungu lakini sio pamoja na nani? Sio pamoja na Mungu. Mathayo kumi mstari wa 33 ntawaizia pale kwa kusema jambo fulani. Anasema kwanza, anasema basi, kila mtu atakaye nikiri mbele ya watu, nami nitamkiri mbele za baba yangu aliye mbinguni, bali mtu yeyote atakaye nikana mbele ya watu, nami nitamkana mbele ya baba yangu aliye mbinguni. Wangapi wana ujasiri wakiwa katika biashara, katika sehemu za ajira, katika jamii, katika majumba, hata kwenye magari barabarani, hata sokoni, wana ujasiri, wanajivunia Kristo walionayo.